Bondo oe! Raila Odinga oe! Mimi vilevile nimekuja hapa kwanza, nimeleta salamu kutoka kwa rafiki ya Wameru hapa, Rais jirani wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Raila Amolo Odinga na John Pombe Magufuli waliwahi kuwa marafiki wakubwa sana enzi za uhai wao. Enzi za uhai wake, Raila Odinga aliwahi kusema kuwa kwa mara ya kwanza anakutana na Magufuli ilikuwa ni mwaka elfu mbili na tatu jijini Durban, Afrika Kusini. Walikuwa kwenye mkutano ambao ulikuwa unajadili mambo ya miundombinu. Kipindi hicho, Raila anasema yeye alikuwa ameteuliwa na Rais Mwai Kibaki kuwa waziri wa barabara wa Kenya, kazi aliyokaa nayo 2003 mpaka 2005 wakati huku Tanzania Magufuli ndo alikuwa waziri wa ujenzi. Raila anasema walipokutana walijikuta wote wanafanana kimtazamo, lakini pia hata changamoto ambazo walizijadili walikuta kumbe zinafanana, ikiwemo rushwa iliyokithiri kwenye wizara zao. Raila alisema kuwa akiwa kwenye ule mkutano aliwahutubia washiriki akieleza jinsi ambavyo wizara yake ya barabara huko Kenya imejaa rushwa kiasi kwamba imekuwa ni ngumu kuwalipa wakandarasi wapya, yaani bajeti ya mwaka mpya inapotoka inatumika kulipa madeni ya kazi zilizofanyika mwaka uliopita, kitu ambacho ilikuwa ni ngumu sana kuweza kujenga barabara mpya. Raila anasema wakati anahutubia pale mbele, Magufuli alikuwa anamsikiliza kwa makini sana, na alivyomaliza tu hotuba yake, Magufuli akamfuata akamwambia bwana, hata nchini kwangu shida ni hiyo hiyo. Raila akasema la, sasa mwenzangu unafanyaje? Magufuli akasema kwanza cha kufanya huko Kenya, huko kwako, punguza mnyororo wa manunuzi kwenye wizara yako, yani mkitaka kununua kitu sio lazima kiwapitia watu wengi huko katikati, ndo kuna wapigaji huko. Alafu pili akamwambia ndugu yangu, sikiliza fanya hivi ili tupunguze rushwa kwenye ishu ya ujenzi wa barabara. Tuwe tunafanya hivi: tuna design kipande kifupi cha barabara, pesa inatolewa, kinaanza kujengwa. Wakati unaendelea kujengwa, design ya kipande kinachofuata itengenezwe. Kipande cha kwanza tu kinapoisha, kipande cha pili kinaanza, iendelee hivyo hivyo mpaka barabara yote ikamilike. Akasema hiyo ita, itasaidia. Wanajadili hapo tofauti na mfumo ambao ulikuwepo wakati huo wa kudisaini barabara nzima kilomita mia tatu, alafu baadae inakuja tenda, inatangazwa baadae, inachukua muda mrefu watu hapo katikati wanapiga piga. Kwa hiyo wakaongea mengi, Raila akasema Magufuli asante, umenifungua na baada ya hapo wakaanza kutembeleana eh. maafisa wa Wizara ya Barabara Kenya wakajadaa kukutana na maafisa wa Wizara ya Ujenzi, kisha baada ya hapo E, wakaenda Mwanza, Magufuli akamheshimisha rafiki yake kwa kuipa barabara e, jina la Raila Odinga. Baadaye Magufuli akamwalika Chato e, hata Raila vilevile alivyorudi Kenya alikuja akamwalika Magufuli Kisumu, wakaenda mpaka Bondo mm. Magufuli akiwa kule Kenya akazindua ujenzi mpya e, matengenezo au maboresho ya barabara ya Meru kwenda Maua. Urafiki wao ukazidi kuwa mkubwa. Raila alipokuja kuwa waziri mkuu Magufuli alimwalika e, azindue chuo kikuu cha Mwanza, na hata mwaka elfu mbili na kumi na mbili, wakati Raila anajiandaa kugombea urais wa Kenya, Magufuli alimsapoti rafiki yake, ingawa kiitifaki haikuwa sawa, na hata Raila mwenyewe aliwahi kusema kwamba haikutakiwa kuwa hivyo, lakini urafiki wao ulikuwa ni zaidi ya e, vyama vinavyotawala nchi zao. Magufuli aliposhinda urais mwaka 2015 mara moja alimwita Raila Odinga jijini Dar, akamwambia Raila, sasa naweza kuiongoza nchi. Kipindi kile tulikuwa tunapambana kwenye wizara, sasa ni kazi ya kuisafisha nchi. Akamwambia Odinga, sasa nipe ushauri wa jinsi ya kuiendesha hii nchi. Magufuli huyo anamwambia Raila ampe ushauri. Kwa nini? Kwa sababu Raila kipindi hicho alikuwa tayari ana uzoefu mkubwa, kwa sababu alikuwa ameshashika wadhifa mkubwa wa juu serikalini nchini kwao. Hamna madawati? Au yeah? Yeah! basi na mimi nitawatafutia madawati sawa? Ndio. Yeah! Nikija tena siku nyingine nitakuja na madawati. Haya, yeah! na ninyi mmeahidi mtasoma si ndio? Yeah! Mtafaulu kabisa mtakuwa wa kwanza si ndio? Ndio. Yeah! Haya, nawashukuru sana na Mungu awabariki yeah, asante. Ah, ilikuwa uh, uh, fana sana. Tumepata raha, tumefurahi tumepokea vizuri zaidi, mimi na, na mama na watoto na wetu. Nataka kuombea ndugu yangu aendelee mbele. Najua ana changamoto kubwa zaidi kuongoza nchi kama Tanzania, nchi kubwa ambayo ina watu wengi zaidi, na vile vile kuna umaskini hapa, lakini mi najua yeye mwenyewe ana maono, anaona mbele na anajua yale ambayo yanatakikana ifanyike ili Tanzania inuke kutoka katika hali ya ufukara ifike katika hali ambayo ilikuwa imeendelea zaidi. Raila akamwambia Magufuli, sikiliza, kwanza anza na maafisa wa vitengo viwili, maafisa kutoka mamlaka ya mapato na maafisa wa manunuzi. Raila akamwambia, mara nyingi maafisa wa vitengo hivi unakuta, sometimes kule Kenya wanaendesha magari makubwa, wana apartments, wana nyumba nyingi wakati mshahara wao ni wa kawaida sana. Wakasema kama jinsi ilivyokuwa kule Kenya, sisi tulianza kupambana nao, hebu na wewe anza kwenye maeneo hayo. Wakasema ukiweza, wastaafishe wengine, watumbue. Raila Odinga akasema kwamba Magufuli alimsikiliza na alivyorudi kule Kenya akaanza kusikia kwamba Tanzania e, wafanyakazi wa umma wa, wanatumbuliwa e. Sekta mbalimbali mbali zinasafishwa, na mara kwa mara akawa naona Magufuli anafanya ziara za kushtukiza maofisini, akafurahi sana. Raila akaongeza kuwa hakushangaa alipoona mapato ya Tanzania yameongezeka, alipoona kwamba barabara zinajengwa bila kutegemea sana wahisani. Hakushangaa kwa sababu ni mambo ambayo walikuwa wanajadili, Hayati Raila anasema kwa upande wa mradi wa treni iendayo kasi, Magufuli aliupenda sana jinsi ambavyo Kenya ilijenga SGR yao, akaazimia na yeye kujenga Tanzania. Na Raila alisema kwamba Magufuli akaanza ujenzi wa reli ndlena kwa gharama ndogo zaidi kuliko ambayo Kenya waliitumia. Nakumbuka bwana Magufuli manaake aliupora rafiki yangu sana ndio, ni nimemshauria yeye njia ya kuendelesha serikali. Akiwa nanipiga mimi simu, ananiambia mimi najenga reli kutoka Dar, Dar es Salaam kuelekea uh, uh, Dodoma, na mimi najenga kwa nusu ya ile ya, ya Kenya kwa kilomita hmm? na yake ilikuwa ni inaestima, sio hii ya diesel kama yetu hii na hii anatengeneza miaka mitano mitatu baada ya sisi kumaliza yetu, na natengeneza anajenga na, na nusu vile ya ya pesa sisi kutumia kujenga hapa pa kilomita. Enzi za uhai wake Raila alisema kwamba ingawa alikuwa anampa sana ushauri Magufuli lakini Magufuli hakuwa anachukua kila kitu, kwamba alikuwa anaufanyia kazi kila ushauri, alikuwa anachuja. Siku Magufuli alipokufa Raila alisikitika sana. Kwanza alivyosikia tu kwamba Magufuli anaumwa, anasema kwamba alimpigia simu, simu nyingi lakini hazikupokelewa, na baadaye taarifa mbaya zilivyomfikia, ndipo moyo wake ukainama, akasikitika, akalia siku hiyo. Akakumbuka mengi, akakumbuka waliofanya pamoja, akakumbuka jinsi rais wa nchi alivyoendeleza urafiki na mwanasiasa mpinzani wa nchi jirani. Akakumbuka utani waliokuwa wanataniana. Wengine mnakumbuka nilileta Magufuli hapa kuzindua ujenzi ya barabara ya Meru mpaka Maua, na leo asubuhi amenipiga simu akiniambia nikifika leta salamu kwa rais Uhuru Kenyatta na viongozi wa Kenya na sasa, haswa sasa, kwa watu wa Meru amesenda. Mimi yeye amependa wa Meru sana, akaniambia atakuja hapa, mpatie msichana mwingine apeleka kule Tanzania. Akakumbuka jinsi ambavyo watoto wao walikuwa wanaonana, ni kama ndugu. Akakumbuka mengi. Hatimaye Oktoba 15 mwaka 2025 Raila Odinga amemfuata rafiki yake. Bila shaka huko aliko, Raila atampelekea salamu Magufuli na kumsimulia mengi yaliyotokea miaka minne baada ya kifo chake. Wapumzike kwa amani.